Tunaingia kwenye full moon tarehe kumi na nne mwezi wa tatu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kuanzia mida ya saa tatu na dakika hamsini na nne asubuhi. Full moon hii ni ya kipekee na itakuwa na nguvu za ziada, kwa sababu itaambatana na kupatwa kwa mwezi au kwa kitaalamu tunasema lunar eclipse. Kwa hapa Tanzania kupatwa kwa mwezi, hatutashuhudia tukio hilo totally bali tutaona partially. Yani tunasema utaona mwezi ukiwa umeliwa kidogo sana katika kijisehemu kidogo mno, na hii kitaalam inaitwa penumbro lunar eclipse. Lakini kwa nchi zingine, hasa West Africa, wao watashuhudia Total lunar eclipse. Watashuhudia mwezi wote ukiwa umefunikwa na kivuli. Hii itapelekea full moon ya mwezi huu wa tatu iwe na nguvu nyingi sana na kila mmoja nguvu hizi atazihisi. Yaani utahisi tu kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kinaendelea katika ulimwengu huu. Ili uweze kuzitumia vizuri nguvu hizi za full moon, jitahidi sana kufanya matembezi kwenye maeneo ya asili kama vile kwenye miti, mtoni beach ili kuweza kuinua vibration zako za mwili. Na kwa wale watu ambao wamefunga katika kipindi hiki watapata faida nyingi zaidi, kwa sababu obvious, ukifunga vibration ndani ya mwili wako zinakuwa juu muda wote. Kwa hiyo vibration zikiwa juu zikaja kukutana na hizi nguvu za kiulimwengu za full moon. I say huwezi kuwa mtu wa kawaida, yaani unakuwa ni mtu wa tofauti. Chochote kile utakachokiomba kinatokea. Chochote kile utakachokitamka kutoka katika kinywa chako kwa kumaanisha, ni lazima kije kutokea. Kwa hiyo, kwa watu ambao wamefunga, haijalishi umefunga kwa staili gani, lakini kama upo katika hali ya kunyima mwili chakula katika kipindi fulani, basi full moon ya mwezi huu itakuletea miujiza mikubwa sana, amini usiamini. Full moon, kama kawaida itadumu kwa muda wa siku tatu kuanzia hiyo tarehe kumi na nne kumi na tano na tarehe kumi na sita Hiyo, hizo siku tatu zitumie vizuri. Haijalishi wewe ni dini gani, jamani, huu sio uchawi wala sio ushirikina. It is all about to be positive. Kuwa positive, kuwa na mawazo chanya, kujitamkia maneno mazuri kutumia nguvu za asili za kiulimwengu ambazo zimeumbwa na Mungu zimeletwa kwetu ili tuweze kuzitumia. Kwa hiyo ukiamua kuzitumia zitaleta impact nzuri katika maisha yako. Hiki ni kipindi cha kusamehe wale wote waliokukwaza, ondoa vinyongo vyote na maumivu vyote. Hakikisha moyoni mwako, akilini mwako na hisia zako zinakuwa katika hali ya positive. Usibebe vinyongo, hasira, sijui kununiana na mtu, kuweka maadui moyoni mwako, ondoa kila kitu, uachie ulimwengu. Ulimwengu utapambana navyo. Just be positive. Acha mwili wako, jiruhusu uwe mwepesi. Full moon inapoingia huwa ni muda mzuri wa kuachilia yale yote mabaya uliyoyabeba tangu muandamo wa mwezi, yani tangu mwezi ulipoandama mpaka tunapofikia stage hii ya full moon, hakikisha unaachilia mabaya yote yaliyokuwa moyoni mwako, usibebelee kitu chochote kile. Huu ni muda wa kusamehe wale wote waliokukwaza, na pia kujisamehe wewe mwenyewe. Jisamehe, uwe huru, uwe tayari kuanza safari mpya ya maisha yako. Full moon huwa inaathiri sana hisia zetu. Sasa kwa sababu hii full moon inaambatana na kupatwa kwa mwezi kunakuwa na nguvu extra, yani zile nguvu zinakuwa mara mbili yake. Kwa hiyo hisia zetu zitaathiriwa mara mbili yake. Yani usishangae katika kipindi cha full moon, kuanzia hiyo tarehe kumi na nne kuona watu wanagombana sana, watu wanaachana, ndoa zinakuwa na migogoro. Hiyo ni kawaida na hicho huwa ni kipindi cha mpito. Sasa angalia sana katika hicho kipindi cha mpito, unaweza kujikuta unapata madhara ya kudumu kuna watu mahusiano huwa yanavunjika permanent. Kuna watu uchumba unavunjika, urafiki unavunjika, wengine hata kufukuzwa kazi. Kwa hiyo kuwa makini na kudhibiti hisia zako. Sasa hisia zako utazidhibiti vipi? Jiepushe na viashiria vya kuweza kusababisha milipuko ya kihisia, kwa mfano kama kujiweka katika mabishano yasiyokuwa na sababu za msingi, yaani epuka sana kubishana na mtu katika kipindi hiki. Ukiona kuna dalili yoyote ile ya kutaka kubishana na mtu au kuingia katika malumbano na mtu, jitoe mapema. Yaani, nikupe tu tahadhari, jitoe mapema, unaweza kujikuta unapata milipuko ya kihisia na ukasababisha madhara mengine makubwa sana. Pia katika full moon jiepushe kuchangamana na watu. Yaani, kama huna ulazima wa kwenda kwenye kundi kubwa la watu, basi usiende kabisa. Ni vyema ukatulia ukiwa nyumbani kwako, jifungie chumbani kwako, au nenda katika maeneo ya asili ya utulivu. Sikiliza meditation music au sikiliza sauti za asili kama vile mivumo ya upepo, sauti za ndege, sauti za mawimbi ya maji. Hizo zote zitakusaidia ku calm down hisia zako. Epuka mialiko isiyokuwa na sababu za msingi. Kama kuna sherehe au mjumuiko wowote ule ambao kwako unaona hauna tija au hauna ulazima sana, epuka katika kipindi hiki. Katika kipindi hiki ni vyema kutunza energy zako, ni vyema kutunza vibration zako. Kama wewe ni mtu ambaye upo katika mfungo au una maintain high vibration, yani unataka vibration zako ziwe juu muda wote, basi jiepushe kujiingiza katika mikusanyiko isiyokuwa na sababu za msingi. Unapokutana na watu ambao vibration zao zipo chini, basi mbadilishano wa nguvu huwa unatokea automatically, ingawa sisi huwa hatuoni, na mbadilishano huu unapelekea wewe zile vibration zako ambazo zipo juu zinakwenda kuingia kwa yule mtu ambaye vibration zake zipo chini, na yule mtu ambaye ana vibration za chini zile negative energy zinaingia kwako pasipo wewe kujua. Inaweza ikatokea kwa kupitia mazungumzo, kwa kupitia handshake, kushikana mikono au kukumbatiana au hata kukaa tu kwa kukaribiana hivi, yani automatically lile zoezi huwa linatokea na ni lazima litokee. Sasa kama hutaki hiyo hali kutokee, please please please epuka mialiko isiyokuwa na sababu za msingi. Naomba nikuulize swali moja, ulishawahi kukutana na mtu mkapeana mkono au mkakumbatiana, baada ya kukumbatiana tu ghafla unasikia mwili umechoka, kichwa kinauma, uko bored, na ukirudi nyumbani unakuwa ni mtu ambaye umechoka, uko moodless, hujisikii tena kufanya kazi. Unajua, hiyo ni nini? Kama iliwahi kukutokea basi, huo ndio mbadilishano wa nguvu ninaousemea. Kuna mbadilishano wa nguvu umetokea hapo, na hiyo haimaanishi kwamba uliyekutana naye ni mchawi au ana nia mbaya na wewe. Hapana, bali ni exchange of energy ambayo inatokea automatically. Sisi tunaelewana, kuna baadhi ya nguvu zako zimepungua, zimekwenda kwa yule mtu mwingine, na wewe umeabsorb zile negative energy kuingia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo vibration zako zimeshuka, zime drop, ndio maana unajisikia kuchoka, kichwa kinauma, huwezi tena kufanya kazi kama awali. Sasa hali hii huwa inajitokeza zaidi katika kipindi cha full moon. Ili kuzuia isitokee, jiepushe na outings zisizokuwa na sababu, jiepushe na kuchangamana na watu usiowafahamu vizuri na pia jiepushe kusikiliza nyimbo au miziki ambayo inashusha vibration ndani ya mwili wako. Unaweza ukajiuliza hii ni miziki ya aina gani? Mziki au wimbo ambao unashusha vibration ni wowote ule ambao hauleti utulivu ndani ya nafsi yako. Nafikiri tunaelewana. Zipo nyimbo nyingi sana hapa duniani ambazo ukizisikiliza hupati utulivu, bali unapata disturbance ndani ya kichwa chako na mwili wako unakuwa haupo katika hali ya utulivu. Na pia sio tu nyimbo hata kuna baadhi ya sauti ambazo zinaendeshwa na shughuli za kibinadamu, kwa mfano sauti za magari, sauti za viwandani. Hizo zote zinaleta disturbance katika nafsi zetu, kwa hiyo zinapelekea kwa kiwango kikubwa sana kushusha vibration ndani ya mwili wako. Kwa hiyo basi, katika kipindi fulani utahitaji kusikiliza meditation music au miziki ambayo inaleta utulivu ndani ya nafsi yako. Mfano mzuri ni hii background music unayoisikia kwenye hii video. Hii ni moja kati ya meditation music ambayo ukiisikiliza inakuletea utulivu wa nafsi zipo nyingi sana yani, meditation music ni nyingi mno. Wewe ingia YouTube, search meditation music, utazipata nyingi za kutosha. Na pia sio lazima iwe meditation music, unaweza ukawa ni wimbo wa dini au wimbo wowote ule ambao umetungwa katika mahadhi ya kuleta utulivu wa nafsi. Sikiliza nyimbo kama hizo, kwa hakika nafsi yako itapata utulivu na vibration ndani ya mwili wako zitainuka na pia katika kipindi cha full moon, hiki ni kipindi cha kujitamkia maneno yenye nguvu, powerful words. Hiki sio kipindi cha kulialia, sio kipindi cha kujifanya wewe ni mnyonge, au kupiga stori za kulalamikia ugumu wa maisha au za kulalamikia unyonge wako. Hapana, hiki ni kipindi cha kufanya mapinduzi. Kama wewe ni mgonjwa, jitamkie, mimi ni mzima. Kama wewe ni maskini tamka, mimi ni tajiri. Yani nenda kinyume na situation yoyote ile unayopitia, tamka maneno ya kukuinua, usijitamkie maneno ya kukudidimiza. Hapa ulimwenguni hakuna mtu anayeinuliwa kwa kutukuza unyonge wake au kwa kutukuza udogo wake, bali wanaoinuliwa ni wale watu majasiri, ni wale watu wanaojiinua kutoka chini kwenda juu. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo epuka kukiri unyonge wowote ule kwa kutumia ulimi wako. Hata ukiwa katika mazungumzo ya kawaida kabisa, hata ukiwa katika mazungumzo ya utani, usipende kutumia utani wa kujidogodesha au wa kujifanya wewe ni mnyonge. Ukiwa katika hali ngumu yoyote ile, halafu ukajitamkia maneno ya unyonge, kama vile siwezi, na kweli hutaweza, hiyo safari hautafika. Lakini ukijitamkia maneno yenye nguvu, ukasema naweza, I can do it. Na ni kweli, lazima utaweza na utafanikiwa katika safari yako. Kwa hiyo basi, katika full moon, nguvu za ulimwengu zipo tayari kupokea chochote kile ambacho wewe unaachilia na pia zipo tayari kukufanyia chochote kile ambacho wewe unataka kitokee katika maisha yako. Tamka maneno ya ushindi, tamka chochote kile kizuri unachotaka kitokee katika maisha yako, na hakika kitatokea. Kama ni mafanikio, utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Na naomba nitoe angalizo: Ajali nyingi sana huwa zinatokea katika kipindi cha full moon. Kwa hiyo epuka safari zote zisizokuwa na ulazima, na pia epuka kufanya matembezi ya usiku yasiyokuwa na lazima. Lolote lile linaweza likatokea, ajali huwa haikingiki, lakini kama zipo possibility za kuepukana na hiyo ajali, basi please chukua hatua. Kumbuka kwamba muda mwingine ulimwengu huwa unafanya kazi zake katika njia zisizoeleweka, au kiufupi ni kwamba ulimwengu huwa hautabiriki. Kwa hiyo basi, kama hujui nini kitakuja kutokea, ni vyema ukaepuka kabisa hicho kitu, kwa sababu you never know what will happen. Katika full moon, epuka kuanzisha kitu kipya. Hiki ni kipindi cha kutulia, kurelax na kuachilia mabaya yote ambayo hayakufai. Watu wengi huwa wanachanganya hivi vitu viwili kuanzisha kitu kipya na kuachilia. Katika full moon, tunatakiwa kuachilia mabaya yote yasiyotufaa, na mwezi unapoandama, tunatakiwa kuanzisha vitu vipya, yaani tunaanza upya, au tunaanza safari mpya ya kiulimwengu. Kwa hiyo basi, katika msimu huu wa full moon, ni vyema ukaachilia mabaya yote ambayo hayakufai. Nimeshafundisha spell nyingi sana za kuachilia. Zipo spell za kuachilia kwa kutamka, kuachilia kwa kuandika na kuchoma karatasi na pia zipo spell za kufanya meditation ya kutumia mshumaa na kuachilia kila kitu ambacho hakikufai katika maisha yako. Sasa naomba nigusie mbinu moja rahisi ambayo kila mtu ataweza kuifanya katika eneo alilopo. Na mbinu hii ni hii hapa, inapofika usiku, usiku wa kwanza wa full moon, wa tarehe kumi na nne, toka nje, simama mahali ambapo unaweza kuona mbara mwezi na kama kutakuwa na mawingu usiwe na wasiwasi, nguvu ya full moon bado iko pale pale. Kwa hiyo toka nje, simama kisha tazama mwezi, yani macho yako yatazame juu angani ku face mwezi, kisha tamka mambo yote ambayo unataka kuyaachilia katika maisha yako. Tamka, toa vinyongo vyote, ikiwezekana taja mpaka majina ya watu ambao walikukosea, walikukwaza kama utajisikia kulia unaweza ukalia. Na maneno haya unaweza ukayatamka kwa sauti au kimoyomoyo, kwa hiyo itategemea na mazingira uliopo yapoje. Baada ya kutamka hayo maneno ya kuachilia, sasa tamka vitu ambavyo unataka vitokee katika maisha yako. Kwa kufanya hivyo nguvu za ulimwengu zitaingia ndani ya mwili wako na utaanza kuzifeel. Yani kwanza, wakati unautizama huo mbala mwezi, utahisi vibration ndani ya mwili wako, au utahisi kama machozi yanataka kutoka. Hizo ni nguvu za ulimwengu zinaingia ndani ya mwili wako, na vibration zako zinapanda. Kwa hiyo tamka maneno yote ambayo unataka yaje kutokea katika maisha yako, na hakikisha maneno unayoyatamka hapa ni powerful words. Usitamke maneno ya kiunyonge. Kwa mfano Watu tumezoea kuomba kwa kujidogolesha, kwamba mimi maskini, mimi nina hali ngumu, mimi naumwa sana, naomba niweze kupona ugonjwa huu. Hapana, tamka maneno ya ushindi. Tamka mimi ni mzima, mimi nina pesa nyingi. Hata kama huna hizo pesa, lakini tamka, tayari unazimiliki. Nguvu za kiulimwengu zinataka watu wenye nguvu, zinataka watu majasiri, na ndo zinafanya kazi Effectively. Lakini ukileta unyonge, my dear, nguvu za ulimwengu hazipo kwa ajili ya watu wanyonge. Ukishamaliza kutamka maneno yako huku unautazama mbali mwezi, rudi ndani naenda kaendelee na meshe zako kama kawaida. Utakuwa umemaliza kufanya speli yako ya kuachilia na kila kitu kitakaa sawa. Na pia kwa wale ambao wanapenda kufanya spell za kuandika hizi ndio huwa zinakuwa very powerful, zinakuwa powerful zaidi kwa sababu unapoandika unaweka nguvu ya ziada katika yale maandishi na unakuwa unamaanisha zaidi situ. Tunaelewana. Kwa wale wanaotaka kuandika, mambo yote ambayo unataka kuyaachilia unayaandika kwenye karatasi. Baada ya hapo, unaweza kutoka nje ukachoma karatasi yako, kisha majivu unayapipirusha angani na kuuachia ulimwengu pambane na hayo yote uliyoyaachilia. Au unaweza ukachanachana ile karatasi, kisha vile vipande kwa vipeperusha angani na kuuachia ulimwengu pambane na matatizo yako hayo yote. Yanawezekana ukiwa na vitu vitatu ndani yako. Kitu cha kwanza ni kuamini katika nguvu za asili za kiulimwengu. Kitu cha pili ni kuamini katika nguvu zilizopo ndani yako hizo vibrational energy zilizopo ndani yako zina uwezo wa kufanya kitu chochote kile hapa ulimwenguni na kikatokea. Na kitu cha tatu ni kuamini katika kitu unachokifanya. Fanya jambo lako kwa kujiamini bila woga wala wasiwasi wowote, na bila kusikiliza sauti za nje ambazo zitakuyumbisha au kukupa hofu na woga wowote ule. Amini kwamba hiki ninachokifanya itakwenda kunipa matokeo mazuri. Ukiwa na hivyo vitu vitatu my dear, hakuna spell yoyote ambayo utaifanya na isikuletee matokeo mazuri. Kwa hiyo basi, naomba nikutakie kila laheri tunapoelekea katika msimu wa full moon kuanzia tarehe kumi na nne mwezi wa tatu. Hakikisha unazitumia ipasavyo hizi nguvu. Fanya yale yote ambayo niliwahi kuelekeza hapo nyuma fanya spell yoyote ile katika msimu huu wa full moon. Spell nyingi huwa zinafanikiwa, kwa hiyo maidia, kazi ni kwako. Nguvu za ulimwengu zipo tu always, zipo kwa ajili yako, ni hiari yako wewe, ua uamue kuzitumia au kuto kuzitumia. Na ukiamua kuzitumia utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema inshaallah na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu, hakuna kitu kinachoshindikana. Wewe ni mshindi, wewe sio mnyonge. Naomba nikutakie kila la heri. Happy full moon.